Jamani, ndugu zangu, leo nataka niwaongelee nyinyi mnaojifanya mnaeketi mna uzazi wa mpango kwenye Uislamu. Uzazi wa mpango, nyinyi nyinyi ambao mko kwenye uzazi wa mpango, mnajifanya eti vitoto vyetu si vinne tu basi, tumemaliza si vingapi basi. Nyinyi kwenye Qurani Mwenyezi Mungu anatuambia Atambia, msiogope. Mwenyezi Mungu ataish, atawarisha nyinyi na hawa watoto wenu, hasa nyinyi mnaogopa, mnaogopa tikuzaa. Mwenyezi Mungu kwenye Kurani kashasema tayari, nyinyi anawarisha yeye watoto wenu, anawarisha yeye we. Unakaa unaumiza, una kichwa, oh, mtamleaje, si ntamfanyaje? Kumbe Mwenyezi Mungu kashatoa tayari hiyo ofa yeye, ndo anaelea yeye, ndo kila kitu anahudumia yeye, kila kitu ni yeye. Wewe kazi yako kuzaa tu. Ah, unajifanya unapanga mzazi wa mpango, unampangia nani? Mungu mwenyewe kasharuhusu, wewe zaa tu, zaa tu, au mamo mengine mwachie mwenyewe, yeye ndo anajua anapanga vipi, anafanya nini.